Habari hii ni Dar24 magazeti asubuhi leo. Upo nami Nuru Mbilinyi ambaye nitakusomea vichwa vya habari vilivyopo uzito katika magazeti ya leo ni Julai 17, 2017, na, na moja kwa moja nikianza na gazeti la Mwananchi habari zilizopo uzito zinasema, Lowassa azungumza, asema nitagombea urais tena mwaka 2020 nayo ni habari na inayopatikana katika ukurasa wa nne. Polepole naye azungumza asema tutaibomoa Chadema da wiki hii, nayo ni habari inayopatikana kiundani zaidi katika ukurasa wa pili. Na katika ukurasa wa sita mkazi wa Rufiji auawa kwa risasi atupwa jalalani. Ndoa ya aina yake yafungwa nchini, nayo ni habari inayopatikana katika ukurasa wa tatu. Na katika gazeti la Nipashe mwanga wa jamii, habari zilizopo uzito zinasema, mgao kinachenge bajeti wizara hii, nayo ni habari inayopatikana katika ukurasa wa pili. Sababu za mke sababu za kifo cha mke wa Mwakembe, nayo ni habari inayopatikana katika ukurasa wa pili. Panga pangua ya IGP polisi sasa ni balaa, nayo ni habari inayosomeka vizuri zaidi katika ukurasa wa tatu. Magufuli aongoza Arambe, nayo ni habari inayopatikana katika ukurasa wa nne. Na katika gazeti la Mtanzania fikra kinifu, habari zilizopewa uzito zinasema mitambo IPTL yazimwa wakwama kufanya biashara ya umeme nayo ni habari inayopatikana katika ukurasa wane, wa nne. Lowassa afichua siri kumalizwa kisiasa nayo ni habari inayosomeka vizuri zaidi katika ukurasa wa tatu. Polepole azungumza, asema tutawachomoa mmoja mmoja, nayo ni habari inayosomeka katika ukurasa wa 4. Asha Raymond azungumza asema, Tanzania inanivutia, nayo ni habari inayopatikana katika ukurasa wa 27. Na, na katika gazeti la habari leo, habari zilizopewa kipaumbele zinasema, TRA yazungumza asema, wembe ule ule EFD, nayo ni habari inayopatikana katika ukurasa wa nane. RC apigilia msumari petroli juu Tanga. Nayo ni habari inayopatikana katika ukurasa wa nane. Magufuli amlilia mke wa Mwakembe, nayo ni habari inayosomeka katika ukurasa wa nne. Na katika ukurasa wa ishirini na mbili muuguzi amdunga binti sindano ya usingizi ambaka na katika gazeti la Uhuru ukweli daima, habari zilizopewa uzito zinasema Majaliwa azungumza sema mitumba. Sasa basi, viwanda vya kutengeneza nguo nchini ni ushahidi tosha kwamba nchi iko njiani kuondokana na matumizi ya nguo za mitumba, kwa kuwa nguo nyingi zitakuwa zinatengenezwa nchini, hivyo kupatikana kwa bei nafuu. Nayo ni habari inayoendelea katika ukurasa wa nne. Mamia wampapole Dk. Mwakembe, nao ni habari katika ukurasa wa nne. Wapigadili da wa haha, nao ni habari inayopatikana katika ukurasa wa nne. Mpenzi mtazamaji wa Dar24 magazeti, na huo ndio mwisho wa Dar24 magazeti ya asubuhi ya leo. Ulikuwa nami Nuru Mbilinyi. Basi ni kusihi, endelea kuwa nasi kupitia dar24.com, lakini pia unapata habari zetu kwa urahisi zaidi kupitia android app ya Dar24. Usisahau kusubscribe youtube channel kwa Dar24 News, tufollow Instagram, Twitter kwa Dar24 News, lakini pia ukurasa wetu wa Facebook tunapatikana kwa Dar24. Na hii ni Dar24, taarifa bila mipaka.